Mm. Alhamdulillahi rabbil alamina mm. zile... <laughs> <Meshetani yao. laughs> <laughs> <laughs> kwa kumpata huyu mtabibu Mwenyezi Mungu atujaalie, amwezeshe, amrudishe katika point zile yake ya kawaida, hali yake. Wasichana kama hawa, we mambo yao umwaleta hawa wafati mambo ya kidini ya Kiislamu, hebu angalia mtoto. What's going on here? Yeah, why are you on a wheelchair? Uh, Let's start there. I will explain to you. It's just something

No, no, no, no. I need to understand what's going on here. Anna make decisions for Kiake, like nimekuwa nikiongea na, nikijua ni mtu tunakuja kwa ana na. So exactly I'm coming to marry in a custom Muslim way, in which is the best. Mimi ni Kristo, how do you expect me to marry you? Okay. No, listen. Oh yeah. No. Yeah, okay. She told me she have already bought two lands in Kamul. Four acres each. It's okay. Thank you guys should just take him my little tour. No, listen. <laughs> Because Mimi, Nilipo Nimekujia Bwana anatembea na mwenye mwenye hajavaa nguo za Kiislamu. I will even explain to my parents. Uh, I didn't live like like this. This what happened to you? Why were you you not not honest with me all this time I've been talking to no. I just wanted to to come and tell you face-to-face. It's not what like... you mean, okay face-to-face? Listen listen. Mambo vipi wadau, ni ni John na na Silva, kawaida kawaida yetu. Ni kama nilikuwa nawaambia kwanza, sasa hii sifanyi kazi na, da, na diti

Oh, uombe kwanza ndio, mm, nianze introduction ndio, Johni. Sawa, daktari mm, tuweze kuomba aa, Baba, muomba vyote vilivyo katika hii inchi yote Baba, aa, tunakuja mbele zako wakati huu tukisema ni asante. Angalia, nina wazazi wake Moha, na pamoja na Moha pamoja na Johni na pamoja na director wetu baba, wacha tunapoanza hiki kikao, wacha tuweze kumaliza katika njia ya amani na kusikilizana kwa amani ili tuweze kulimaliza, ili kijana aweze kupata haki yake, kila mmoja aweze kuridhika katika hilo. Na naomba hayo machache katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, Amen. Mm. Amen, daktari. Ndio, ndio. Watu make sure umeweza kusubscribe, na kawaida yetu ni kama kawaida mm, mm, mm, mm. So ni Johncena Silver TV. Mliona tulikuwa airport. Tulikuwa na Moha. Ndio. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Yeah, tulikuwa. Mm. Eh, yeah, huyu kijana yenu simliniambia tulianza na airport. Yeye yeah, ndio tumekuwa tunajuana naye. Eh. Si unamjua daktari? Mm, namjua, namjua. Nimekuwa nikimuona. Mm. Ndio kasema lazima pia usaidie. Lazima, lazima akue. Mm. Yeah. Au sio, na kawaida yetu tunasemanga ni kama kawaida everything. Comment. Alafu, wamesema kuna comment kadhaa nimeona nime wakisema, wako Saudi Arabia na Kizungu nawapita, jaribu kuwachanganya na Kiswahili, ndio najaribu kidogo at least... anguruma, anguruma nini? <laughs> at kama, least... kama simba. Nikikaa, nimekaa kidogo at least it is coming back inarudi. Yeah. Lakini ile ya kukaa nje sana pia inafanywa ina unasahau kama mimi sijui lugha mm, nyumbani ya mama. Ah. shida shida lakini kiongea kidogo nachangana na Kiswahili, mm -mm. mm. so introduction, daktari pia ndio daktari mm. Najua, najua nyinyi mmjui ndio mara kwanza kumwona, mmeshangaa kijana yenu ameleta daktari. Ni mimi nimeleta, sio kijana yenu. Kijana yenu ananiambia, wewe nisaidie vile unaweza. Mm. Jua, namjua. Ananiambia, wewe nisaidie, namjua, saidie. Nashukuru mimi kama mama, mama Mm. Nashukuru mimi kama mama Moha, anasema daktari aweze kusaidia mtoto wetu. Mm. Baba, mm. Moha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Mungu wa rehma. Mungu wa kurehemu Mungu wa kusaidia, Mungu wa kuwezesha kimaisha na kila kimapato. Mimi jambo la kwanza kwanza, kijana wangu amenisumbua wa sana, nimesikitika kabisa. Kijana anaenda hawezi kutusaidia, sijui tutafanya nini jamani. mm -hmm. Ewe Mwenyezi Mungu, utujaalie kijana wetu aweze kutuinua pande ya kimaisha. Kwa hivyo, mimi nafurahia sana kumwona daktari, mama Moha. Mm. Maisha yametukumba vibaya sana, yametukumba kabisa vibaya mm, sana. Tunamlilia mwenyezi Mungu, ametenda wema akaleta daktari awezi kusaidia mtoto wetu Moha, janga hili lituondokee mm. Eh, kabisa janga, mi nataka lituondokee kabisa. Huyu mm. binti sijui alitoana na yeye wapi mm. mwana Isaya mm. ametukera mm. yuavutambaka bangi mbele yetu, hebu mm. naambia, maisha gani tunaelekea? Si maisha kabisa Tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie, mtu kama huafai kuwa katika boma yetu mm, kabisa. Mm, mi nasikitika uwezi mm, za mtoto tena kisha arudi akukane mambo mm, gani? Si yes, mambo mazuri kabisa. hawezi kutusaidia hata kidogo mm. Sisi ndio wazazi wake mm, wapi uliona mtu akipata mzazi mwingine, ha, mwingine haiwezekani. Mm. Hai haiwezekani, haiwezekani kabisa mm. Ewe Mwenyezi Mungu, tunamshukuru sana mm, alhamdulillahi rabbil alamina mm kwa kumpata huyu mtabibu mm. Mwenyezi Mungu atujalie mm. amwezeshe amrudishe katika point zile... hali yake ya kawaida. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah kabisa, ilikuwa maombi, amen. Msikia wazazi wanakupenda. Nimesikia nimesikia, nashukuru nashukuru. Ni mwenyewe anashukuru sana mm. E, wako na mimi mm. nashukuru mm. mm. Daktari, mpira kwako daktari. Nimeweza mm, mm. kusikia maombi yao Johni, na <clears throat> uh, wala wataweza kumlaumu kijana, ila kuna mambo mengine siyo kupenda kwa ajili kwa kijana kufanya hayo mambo ambayo wameweza kuya, yaomba na kuyaeleza hapa kwa pamoja, siyo kupenda kwake, uh, Moha. hmm? Wema, wema kabisa. mm. Naomba uweze kunipa hicho ulichotia mkononi, weza kunipa hicho, sitaki hicho. Moha gani? Una vitu vingapi mkononi Moha? Pete ndio, ndio sili <laughs> lingine hilo, weza kunipa hilo, nilipatiwa Yeah. Yeah, nilipatiwa nilipatiwa na... Freemason. Ah, girlfriend, my, <coughs> my, my, my wife na mimi nalitaka aweze kunipa. <laughs> Mm, ya rabbi, ya rabbi mm, na na ili nalitaka mm. Unaliona ili? <coughs> Mm, naliona vyema. Naliona na kabisa. Mm, naliona. Naliona kabisa. Ili aliweza kupewa na mtu wake. Mm. Ila sio la kawaida hili. Okay. Ni posa niweza kumwe, kumweza kumwambia kwamba nalitaka hili. Ndio no. Alisema alisema alinunua kwa very big uh, shop, shop kubwa kwa Nairobi ik like, like ni expensive kabisa, akanipatia nimekua nayo, nimekua nikivaa kwenye kidole. Ndio, ndio yes. Yes. Hili, Joni, kwa macho ya kawaida utaweza kuonani kabisa ni pete, sivyo? Ukiangalia imeandikwa, ndio maana jina langu, mm. Mm. jina lako liliweza kutajwa kule Moha, ndio, kwa sababu nasumbua wazazi Moha. Ya rabi. Mm. Uh, kwa macho ya kawaida Joni, mtaweza kulitazama mwone ni pete ya kawaida, mm. Wala, ili aliweza kupewa na kuitaja jina moja mm, kwa ajili ya jina lake na liliweza kutaja kule mali pete iliweza kutoka Joni, mm? Hakuna kitu kama hivyo ni ya kawaida. Angalia, angalia hapo juu, kwa vitendo Joni. Mm. Something just similar. Waweza kunyanyuka waweza kunyanyuka kijana jojoni napenda kufanya vitu kwa vitendo mama nikosa iceo

Alhamdulillah. Mpole, mpole, mpole, mpilito, Alhamdulillah. Amka amka, amka, amka. Nilikuelezea, nilikuelezea jamani. Nilikuelezea mwa. Nilikuambia wachana na ibilisi. Wachana na ibilisi. We. Ibilisi bint malhun. Akia Mungu Mwani, nilikwambia, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi. Mambo gani mtoto unanitia hasara? Mimi nimekulea kwa taabu dhiki. Mama, mambo gani haya jamani? Mambo gani haya jamani? Mtoto wetu anapotea. Nilimlea kwa dhiki na shida. Jamani, kwa na watu wa ya ya Rabi, ya Rabi, wa ya Rabi, wa ya Rabi, ya ya ya kijana wangu, Mwenyezi Mungu amjaalie apone. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amjaalie. Mwenyezi Mungu ya Rabi, wacha wacha akae mtoto wetu, daktari, mtoto wangu, jamani, kijana wangu, jamani, ya Rabi, subhanallah. Subhanallah ya Ya Rabbi, Ya Rabbi. Subhanallah, unaona mama Moha, nilikuambia nilikuambia nilikuambia, unaona sasa, unaona mwanamke gani? Nilikuambia huyu atakikani katika boma yetu? Ule mwanamke afai kabisa, walai afai kabisa. Unaona mambo ile anatuletea, unaona, kila siku mimi nakuelezea mambo gani mambo gani, unaambiwa mpaka na daktari. Ebu angalia mambo gani! <coughs> mwanamke mchawi huyo, mchawi kabisa, ule ule ni mchawi ule, ibilisi huyo. Mchawi anampotosha mtoto wetu kabisa, anampotosha kijana wetu. Hebu angalia, angalia afya yake imeenda. Yarabi, yarabi, kijana wangu, jamani, jamani, jamani, jamani, jamani, asiyesikia la mkuu, Moha

Wala kuna mambo mazito mno, kuna mambo mazito Joni, yule msichana ni hatari sana kumshinda Miki Joni. Joni namjua Miki sivyo? Sivyo. Sasa huyo ambaye ameweza kuja Joni ni hatari sana kumshinda Miki, kama ngozi yake kama Miki ni hatari isaidia, hmm. Mtoto wangu tafadhali, daktari, rejeshea mtoto wangu hali yake ya kawaida. Huu mtoto tumemkataza kabisa, aski maneno. Huu mtoto aski maneno, daktari, ataweza kuwa sawa? Ataweza kuwa sawa, ndio, ndio Joni, ila kazi bado. Joni, kazi bado, maana alikuwa anataka kuweza kupingana nami, nikaweza kumwonyesha kwamba jinsi lile pete lina nguvu sana mm. Na jinsi gani ameweza kufanyiwa hiyo mm. Kijana, kuna mambo mazito sana mno ambayo ameweza kufanyiwa. Ndio daktari, na asipo anaona ni tajiri. Ndio ndio Joni, na asipofuata maagizo mm. ataweza kupotea kijana wenu mm ataweza kupotea kabisa. Tumeongelesha huyu mtoto amekataa kusikia maneno kabisa kabisa. Kumbe ni hizi maneno amefanywa, wa wamemfunga macho kabisa, asikii wazazi mm, kabisa au tusaidii. Tumeteseka na huyu e, mtoto. Tumetaseka sisi wenyewe hata hatuna imetukumba shida, imetusomba kabisa huyu mtoto tumemwangaikia. yeah. Mimi nimeshinda nikifanya vibarua yeah, kila saa naingia mijengo yeah. Naingia pande za ukulima yeah, nalimia mwana. watu mashamba yeah. Nakopa madeni ni, hebu angalia, wangalia, jamani mama Moha kabisa ametusahau kabisa, kopa madeni mm. Kona zote najulikana, hebu niambie, tunajificha tunaonekana na watu, watu wanatoroka mama. nilikuelezea mambo yako yako ngambo, mtoto atusaidii kabisa, hapokei simu zetu, hatutumii kitu, sisi tumeteseka baba, wamefungwa wamefungwa. Daktari, tusaidie, tusaidie mtoto wetu aliache ya kawaida Kijana wangu, kijana nyanyuka, Mwenyezi Mungu, kijana weza kunyanyuka, kijana nyanyuka, keti vyema. Alhamdulillah, Mwenyezi Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Mwenyezi Mungu. Mungu, Mungu wa rehma, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu wa kuangalia mja wake. Alhamdulilahi, nashukuru nashukuru kabisa, mtoto wangu, jamani, nashukuru. Alhamdulilahi Mwenyezi Mungu kwa kumrudisha hali yake ya kawaida. Alhamdulilahi msichana, okay. Huyo nilikukataza na kuambia usishughulike naye kabisa bado hujaweza kuyaona. mm. kuna mazito yaja. kuna mazito mm. Daktari, ni mazito gani haya? Si utuonyeshe tupate kujua, mama. kwa mpole mm. kazi inafanya kwa mkakati, kwa mikakati. Ndio daktari, paka jinsi ambavyo itakavyokamilika. Ndio daktari, hatuwezi kukimbilia mm. tutaweza kuharibu mm. ila tunafuatilia pole pole. Tusaidie ila daktari, tusaidie daktari, huu ndio mtoto mm. wetu tu wa kipekee. Tumeteseka tukilea huyu huyu mwanae tu daktari, sasa ameshachukuliwa na dunia mm. ya kishetani. Ndio, mnamtambua yule msichana ambaye aliweza kumfanya namna hii? Ndio, tunamtambua. Mnatambua mpaka wazazi wake alikotoka? Aa, wazazi wake hatumtambui. Mnamtambua vipi? Tunamtambua tu, tunamwonanga na moha tu, hatumjui sana. Wamepatana tu hivyo hivyo. Mohamed kijana mm. mm. uliweza kumkuta wapi huyo msichana? Uh, tulikuwa tumeenda likizo mimi na marafiki zangu mm. tulikuwa tumeenda hapa Mombasa kidogo. mm. That was, uh, after before niende before niende majuu yuko mwaka gani? It was five years ago. Five years ago. So tukapatana huko, hiyo kujivinjari kidogo kidogo. mm. uh, nikapatana mm. By then sikuwa hivyo sana so tukapatana tuka ongea mm. then uh, even though tukapendana mi mm. na huyo um, msichana mm. tukakuwa close mm. very close then uh, after tumetoka some after uh, five, five, five good weeks ndio mm. nikapata uh, nyota ya kuenda maju then mm. yeah, that's how nikaenda maju I started mm. working in a very nice oil company mm na nikarudi after three years, hata wazazi wangu wakujua, hatukujua kabisa. tuka patana, tukakane for a couple of weeks mm, ya akanipatia pete, ya akanipatia pete na nimekuanga naye sijaito yauamerudi na ajatuambia hata, tunashangaa kusikia alirudi, na sisi hatukujua kabisa. Mtoto amefungwa macho, ametusahau wa sisi wazazi wake. Tumeteseka na yeye ametusahau kabisa, hata hataki kutuona. Daktari, simtaki kabisa, tafadhali. boma yangu mm, asikanyage mm, tena asiguse boma yetu mm. Mimi awachane na mtoto wangu kabisa, ashughulike kabisa mtistani na maisha yake mm, awachane kabisa. Mchawi mkubwa mkubwa, amvisha mapete, kumbe ni mapete ya uchawi, mapete, mapete mm. Iko na nini hiyo? Iko na nini? Jinsi ambavyo ulivyo liguza, umesikia vipi? Nilisikia kama shock. Imekuwa umesha jijibu, sivyo? Swali lako umesha jijibu, sivyo? Akuvisha majini na wewe una habari? Au tu bila baba, sikuwa najua. Uko unajua nakuelezea kila siku, kila siku mimi nakuambia wachana na shetani. Sasa sisi wazazi tunatuacha mimi wewe na mamake. Nilikuwa naona nikawashauri majini mashetani, haya ndo unatoka. Nilikuwa nimejua. I already helped you. I saw like I. Wewe alafu kose kunisikia. Nani alitoka mbele mimi na wewe? Ukiulizwa, la la, sio hiyo. Mimi na wewe nani wa mbele? Nakuuliza nani wa mbele? Baba ni mimi. Kwa nini unakataa kunisikia? Sio mimi, sio mimi. Sisi wazazi wako, umetuletea mambo gani? Kila siku unafanya nagombana na mamako kabisa. Ah, ah, wewe unaenda kujichukulia tu mtu huko, na hujui ni mtu aina gani wewe mm. Hujui kuna majini ama mashetani, mambo gani wewe mm. Mimi dunia nimeona mbele yako, jamani.

atachukua utabakia peke yako, sisi tabakia, tabakia na shida utabakia, tunaangaika. Atachukua shamba ataenda nayo nazo, mali ataenda ilikuwa mali mali mali, kitu kidogo sana, hata sikuwa najua. Owaskizi ni wajanja, wanatumia wengine, ilikuakowanusku hizi watu wanatumia wengine mtaani siku wanajua. Baba, nilikuwa nimempenda, sasa ndio maana baba, nilikuwa nanua shamba niwapatie moja, nilikuwa nataka kuwapea Uh, niulize kijana, mbona kila wakati yule msichana anapokuja ana kile kipete kikubwa sana anakuguzisha shingoni mnapokutana? Hiyo pete alisema, kila mnapokutana na kuguzisha shingoni kwa nini? Alisema hiyo pete imeandikwa jina yake, alisema hiyo ni alinunua mwenyewe. Kwa nini anakuguzisha shingoni mnapokutana, kila wakati mnapokutana? Sijajua kwa nini, mm. Utaweza kulijua ni kwa nini, utaweza kulijua ni kwa nini kijana. Uliweza kujiingiza kwa mambo mazito mwenyewe. Hey, Mungu wangu we, uliweza yeah, kujiingiza katika mambo ambayo ni kijana, mambo gani hayo? Umetuletea sisi kama wazazi wako Moha, tulikukataza mtoto wetu, tumekulea kwa dini. Kwa nini huku enda kutafuta kutafuta, najua mama... katika dini Mwana. Kijana wako na nyota kari sana. Mm, ndio, na lazima wachawi wataweza kuinda nyota hilo. Ndio, daktari. Na hata nyinyi kule bali mlikotoka me, ndio kuna mambo ambayo anakuendelea kule mm. kuna mambo ambayo kuliweza kufungwa wakati, mm. kijana aliweza kuondoka nyumbani. Ndio, daktari, waliona na nyota kali mm. ambayo atakuja kuweza kuwasaidia. Ndio, daktari, ila wakaweza kufanya jambo katika boma lenu. Ndio, na kuna vitu ambavyo baadhi ukitembea katika hilo boma ninyi hamwezi kuviona. Ndio, daktari, ila ataweza kuelekea kule, ndio uliweza kufungwa kijana pia akaweza kufungwa, ili asiweze kuwasaidia maisha asi yenyu kabisa, daktari mm, sisi tunateseka, hata watu wanatucheka huku, wanasema kijana wetu wa mambo. Sisi twateseka, mm, kabisa. Baba Moha ameteseka, babake Moha tumeteseka, mm, mzee wangu anateseka, ma, sisa anaenda mjengo, tuko na deni. Niliweza kukueleza, ila siweze kueleza, ila ntaweza kumetokana na Johnny. Na Johnny. Ah si Johnny, mm. Namweleza Johnny. Yeah. Ama John utaweza kueleza hilo hiyo nini, mm. ambayo tulivyozungumza, mimi nawe, daktari aliniambia, mm. niambie, mwa atafuta wazazi wake, mm. siku moja mpange, mm. siku mwambie kuja kwa bomu, ndio John, kuna vitu zimezikwa kwenu na mjui, ndio John, ndio maana inafanya kutokuwasaidia si kupenda kwake, ndio John, umefungwa apart from yeye kukua na mko maadui na maadui wanaowazingira wanaonea wivu, wanaona kijana wenu ni mdogo ndio, ndio na watoto wao bado, ndio unaelewa, ndio John, mimi nawaachia hapo. mm. Daktari atakuja kuwasaidia mm. Eh, ndio John itaweza kuwapigia simu kila mmoja, mm. ili tuweze kukutana kwenu. Hata mimi na Baba Moha tuelewani tena kabisa, katika nyumba ni makelele tu, lakini sasa hivi naona mnaelewana. Eh sasa hivi tunaelewana, John. Boma la hawa linashinda lile tulipokuwa hivyo jana kule jioni. Yeah, mm. nalikumbuka kilichotokea kule jioni. Ndio, ndio. Mm, tutaweza kuelekea baada ya hili. Sawa, baada ya kutoka kwenye boma la huyu tuweze kubadilana na mambo yao tuweke yawe sawa sawa sawa. Sawa, sasa tuende majuku babake Moha? Unasikia maneno vile hivyo tumeshazrogwa kabisa, tumeshafungwa. Wa, tu, wa, tu. Watu hawana wema. Sasa wanawena, kama wawena. Hiyo unaona hiyo hiyo, mtasaidiwa. Mimi kitu naweza kuambia, naweza kuambia juku, kuna <m> sehemu kuna unaai tunakimbia, kuna sehemu tunakimbia, kuna mtu akona shida kama nyinyi. Mimi nimeshukuru sana, nitatafuta Moha, natamani sana kujua Mm. sawa nsawa, mm. Ntakuja tuonane daktari, nilete daktari daktariaa hizo vitu inshallah utapata. mm. na utakuja utusaidie. mm. Nautakuja utusaidie msaidia huu kijana sasa. Daktari atarudi tena, akue sawa kijana. mm. atakuwa sawa, hizo mambo akiweza kufuata mambo yangu, unaona hii, atawasaidia mm. na vitu zake zirudishwe. mm. ama tuachie msichana tu hivyo hapana. so watu wangu pekee katika boma yetu ukimrudisha ukimrudisha huyo na na wewe wallahi wallahi, baba mimi i don't anything bila ina kuwapia na jina la Mwenyezi Mungu kim... Stacking. Stacking. na panga watu wangu, make sure mmeweza kusubscribe na kawaida yetu ni kama kawaida mure, kama bro, na kawaida yetu ni kama kawaida, acha tuache in suspense. kuna mali tunakimbia lakini kusaidiwa lazima tuwasaidie. Siendi mahali popote na wewe.

I did not expect all this baby. baby listen, babe, listen, amemfata kwa nia kama atakupenda babe ameenda mahali anajua Baby, stop ignoring me. Come on. come on, akutaki wewe hiyo ni shetani. No no, yo bro. Shetani anamramba wapi? Bad. Shetani anamramba wapi? Bro, Shetani anamramba wapi? Huwezi ongea hivyo. Ah, no, that's bad. That's bad. Very bad. Bad. Very you Just go out, you try to make your your future for your wife and kid. Mm.